Huu mradi huu wameanza kubomoa tangia mwaka huu mwezi wa pili, hadi kufikia sasa hivi mradi haueleweki. Tangu mwezi wa pili wametengeneza nguzo mbili. Sasa hivi kama wafanya sisi, wafanya biashara hatufanyi kazi, tunateseka. Mokoa hili janga la watu kupata hasara na mitaro mibovu, mpe maelekezo kuanzia leo haanze kuchimba mitaro mikubwa inayopokea maji kutoka juu kuteremka hapa chini barabara kubwa, ili yaelekezwe kwenye mitaro mikubwa ya kuteremsha maji ziwani. Tofauti na hapo tutaendelea kukuumia sana kwa kwa staili hizi unazoona. Atengeneze mtaro mkubwa. Kenda hususan ng'ambo ya pili. Hizi njia diversion za kuingia huku hakuna. Nadhani mkuu wa mkoa wewe mwenyewe umetoka mjini. Umeshindwa kufika hapa na usafiri. Tatizo ni changamoto ya diversion ya ile barabara ya kule. Nadhani unaona raia wako wa, wa Mwanza wote hapa wanatembea kwa mguu. Haisi zimegomea kule na zingine zimegomea kule. Kwa hiyo ni changamoto ya, ya mkandarasi ndio utengeneza hapa. Huu mradi kibao kiko pale sawa, pale kiwanda cha shamjamali magodoro ambacho kibao kinasema ni miezi 12 siku 360. Ukijenga nyumba kwa miezi 12 hii kama process ndio imefikia hapa, je, huu mwezi mmoja mradi utaisha huu? <coughs> kazi rasmi kama zilianza mwezi wa nne, lakini miundombinu ya tulipoanza kuchimba nguzo ya kwanza ile ya daraja tukutana sana na mabomba ambayo yalikuwa ya, ya, hatuko hayakufahamika mapema kule chini mnako, ilisababisha tena kumchelesha um, mkandarasi yasuran vilevile na hii ya pili. Lakini baada ya hapo mkandarasi alianza kuchimba ili kuweka msingi sasa wa daraja sasa kutokana na design ya iliyofanywa na mhandisi mshauri kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili. Kwa kipindi cha mwaka jana kau mwaka juzi ah uh, wakati tunachimba tulikuta kwamba ilikuwa inapaswa iende kwa hadi mita msingi, tuchimbe kama mita bls, lakini tulienda hadi mita sita ndio tukakuta bezi, sasa tunaweza kuanza kujenga daraja ndani msingi wa daraja matano. Nataka management yote ya huyu mkandarasi na nyinyi tandroji Tukutane kikao cha kujadili uwezo wa huyu mkandarasi, kwa sababu mimi siwezi kufanya maamuzi hapa bila kupitia mkataba, ili tujue kama unataka kuvunja mkataba. Serikali na nchi yetu haitakiwe kuingia hasara, na tayari mkataba umebakia mwezi mmoja. Kwa hiyo pia akishindwa kukomplai katika yale tutakayomweleza ndani ya mwezi mmoja, mkataba utakapokuwa umefika ukingoni maana yake sisi hatutalinio ya nini mkataba. Kwa hiyo siku tatu ni fereji diversion iwekwe. Jumatano management watu wenye kauli na mwamuzi katika kampuni hii, na wataka wafike ofisi ya mkuu wa mkoa. Sakinileteo mifundi nije kuongea na fundi ambayo wala hajui chochote. Nataka na mwenye kampuni na management yake, director wa hii kampuni waje pale na mazungumzo yetu tutayarekodi, na wananchi nao yaachiwe wayasikie, tunaongea nini kwa mm -hmm, sababu hii sio si mm hii -hmm, e, ni kazi yao Matao, na wao ndiyo wanufaika wa hii barabara, ili mkataba wake unapoisha tunaposema huyu hatutamwongeza au Matao, tukisema tumwongeze watu waone kweli kuna kuna haja ama hakuna haja, ili uwazi na ukweli Jawadi, zimenielewa. Huteni subira kwanza, tuanze kusafisha hii ili maisha mengine yaendelee. Jumatano nikutane nao na mimi nikijiridhisha kwamba uwezo wao wa kumaliza hii barabara kwa wakati kwa sababu, kwa sababu, kwa sababu unajua hapa Mwanza barabara kubwa ni ngapi?